Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali dhidi ya kikundi cha Wahouthi nchini Yemeni, akiwatangazia kuwaache mashambulizi hayo huku Marekani ikiendelea na mashambulio. Rais huyu alionya taifa la Iran kuacha kuwapa silaha kundi hilo la wanamgambo ambalo limekuwa likishambulia meli za kimarekani katika Bahari ya Shamu. Vile vilevile rais huyu Donald Trump alisema mapema kabisa siku ya Jumatano kwamba kundi la wanamgambo Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen litangamizwa kabisa na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na kuonya Thailand mara moja kuacha kuipatia vifaa vya kijeshi na usaidizi wa jumla na kuwaacha Wahouthi wapigane wenyewe. Matamshi yake yalichapishwa kwenye mitandao ya kijamii yalikuja wakati jeshi la Marekani likiendelea na wimbi la mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyolengwa na Wahouthi nchini Yemeni, ikiwa ni sehemu ya kile maafisa wa Marekani walisema ni juhudi za kukomesha mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo dhidi ya meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu yani, Bahari ya Shamu. Uharibifu mkubwa umetokea. Bwana Trump alisema kuhusu athari za mgomo huo ulianza siku ya Jumamosi. Aliongeza kwa kusema, angalia jinsi itakavyozidi kuwa mbaya zaidi. Hata si pambano la haki na halitowahi kutokea. Watangamizwa kabisa. Hayo ni maneno yaliyoweza kusemwa na Rais Donald Trump kama honyo kali mapema siku ya Jumatano. Kamanda mkuu wa Marekani alichapisha video ikionyesha ndege za kivita za Marekani zikitungua ndege zisizokuwa na rubani za Houthi. Jeshi la Marekani limekuwa likishambulia maeneo ya mafunzo ya kikundi, vituo vya amli na vifaa vya silaha tangu wikende katika kile alichosema na jaribio la kurejesha uhuru wa usambazaji katika maji ya kikanda mtazamaji, haya yote yametokana baada ya Hamas na Israeli kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda mwezi Januari. Wanamgambo wa Yemen walisimamisha kampeni zao, lakini waliapa kuanza tena mashambulizi huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakidorora na Israeli ikazuia msaada wa kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza mwezi huu. Hapo ndipo sasa vita hivi na mashambulizi haya yaliweza kuanza. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uendelee kuwa kwanza kabisa kujipatia habari zetu zinazoluka ndani ya Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana.